Naomba nitoe maelekezo kwa chuo cha VETA kurejesha zile kozi ambazo zilikuwa zinatolewa short course, mafunzo maf ya muda mfupi yanayoendana na mazingira na shughuli za uchumi za eneo hili la Chemba, na Mheshimiwa Mbunge ameshatuambia kwamba shughuli za hapa ni kilimo na ufugaji. Kwa hiyo twende tukatafute namna ya kutoa hizo kozi ambazo fupi ambazo zitawezesha vijana wetu kuwa na ujuzi kwa muda mfupi na kuweza kujiajiri kuinua vipato vyao na kujenga taifa lao kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, mwisho kabisa, naomba nizindue ugawaji wa vifaa vya mafunzo ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, pamoja na vya mafunzo ya umeme ambavyo vitagawanywa kwenye vyuo vya VETA sitini na tatu hapa nchini na pia nasisitiza, vifaa hivyo kutumika vyema na kutunzwa vizuri ili kuwezesha wanachuo na wananchi kupata ujuzi wa kutosha na kuwezesha kwenda soko la ajira wakiwa na ubora unaotakiwa.